Aa, tunashukuru Alhamdulillah. Mechi imeisha na mchezo, kwa tathmini yangu mii, ulikuwa mzuri, mchezo ambao ulikuwa wazi na of course umekwenda vizuri tu, na sisi hatuna wa kumlaumu kwa goli tuliakuo sipokuwa sisi wenyewe, kwa sababu ni goli ambayo atokana na uzembe aketu wenyewe, lakini kazi ile ni nyakati ambazo sisi wachezaji wanapasa kuwa Kana, kaka. E, lakini zaidi lakini oh, makina oh, kukua kidogo ukaruhusu kosie na mpira ukapita mbele ya watu mpenda kumkuta mtu nyuma na kitegemea mechi kama hizi, halafu mtu anakoa kupiga mpira akiwa kueake karibia kwenye siti ndani ya ka makosa yetu. Uh, unakubali kwamba ni makosa yenu, lakini pia ha kwenye nafasi nzuri tunajua kama tuko <muchu> nafasi nzuri, mechitau znbaki tacheza mechi a Fountain vyetu, nafkili ni mechi ambayo itatoa pia hatima yetu, kwa sababu tunndo mechi tulibakiza nyumbani, baada hapo, tuna mechi ya nusu fainali ya FA, alafu tutakwenda Mwanza na tutakwenda Kigoma. Kwa hiyo tunaamini kwamba mechi yetu ya Fountain no mechi yetu ya maamuzi na tunajiandaa kwa ajili uh, okay, ya mechi. Kwa hiyo tunajua kwamba tuko na nafasi nzuri, lakini tuna tunahakika hatuwezi kwenda kucheza. Ukiacha nafasi yako ya kuwa ni CEO wa klabu ya JKT Tanzania, lakini pia ni mchambuzi wa soka la Tanzania, we, we, we, na maiki, ukiachana na leo mechi ya ligi kuu ni ile ya klabu ya Young Africans ambayo leo wametoa kuhusiana na majibu ambayo waliopokea kutoka CAS na kusema kwamba hawajaridhishwa na hawana imani na klub na viongozi ambao wanaongoza soka la Tanzania. Hili kwa upande wako, ile statement unaipokeaje na unazungumza nini kwa ile statement uh, matokeo ya CAS wao wow. <laughs> Hawaridhishwi nini na Tanzania? Kwa sababu sisi tulikuwa tunasema tangu awali kwamba namna mechi ilivyoahirishwa, ilioahirishwa kwa kufuata kanuni, na binafsi mimi na siamini kwamba mechi ilioahirishwa kwa sababu ya Simba, kwa sababu waliokaa kwenye kikao kwa Simba, waliokaa kwenye kikao ilikuwa ni kamati ya uendeshaji wa ligi maarufu kama kamati ya masasa. Simba wao walitoa tu malalamiko ya kwamba tumefanywa moja, mbili, tatu wao walikuwa na ushahidi kwa sababu mechi kamishna JC sijui walikuwepo kwenye kuwahakikisha Simba wanakwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi, lakini hilo alikutokea. Ndio maana Simba wakasema sisi hatuwezi kucheza kwa sababu kanuni, aata wao wakafuata kanuni kuahirisha mechi. Kanuni ipo ya 34 inasema tatu inasema wao TFF wanapoona, yani sababu wanayo wao wamesema walitoa bistakkulia maelezo waliotoa yalikuwa pobali. Sasa ilikuwa ni kazi ya Yanga kufuata maelekezo ya mamlaka, ama sivyo eh, kup, kup, kupinga kwa kutumia vyombo vya ndani. Wao wakaamua kwenda zao kazi CAS, CAS wamewakataa, lakini kulikuwa na kitu kimefanyika kama kujaribu kushinikiza hivi. Nakumbuka kulikuwa na vikundi vikundi, sijui wazee wa Mwanza, sijui wazee wa wapi sijui wanawake, mechi hatuchezi, mechi hatuchezi. Lakini makamu hao wa rais alikuwa mtu wa mwanzo kusema mimi nitakuwa mtu wa mwisho, kwa mimi tutacheza mechi. Sasa unajua, unazizuiaje hizo kauli tena? Unarudije tena kwa watu kuambia tunacheza, kwa sababu kule mmeshinda. Uh, yanga hawana imani na TFF kipi wana mwaka wa tatu wanachukua kikombe TFF ndio hii hawana imani kwenye ngogo gani? wanasema kuna baadhi ya klabu zinapendelewa nchi hii. Klabu ni mbili tu nchi hii, klabu ambazo zinaweza kuonea watu wengine ni mbili tu, ni waona Simba peke yao. Sasa nani anapendelewa? Wanapendelewa Simba? Kwa kauli yako basi, inawezekana ni Simba wanapendelewa. Unaiona Simba ikipendelewa? Na, sioni mimi hapo. Wanaposema wanapendelewa ni wapi? Kwa sababu watu wanasahau Yanga walimsajili Tuisila Kisinda awamu ya pili msajili usajili umeisha. Nina barua mbili, barua inatoka kwa katibu mkuu wa TFF anamwandikia e, mtendaji wa Yanga akijibu kwamba muda wa usajili umeisha, kufanya hivyo tutavunja kanuni ya sitini na mbili tena. Tuisira anachukuliwa usajili umekwenda mwisho, na Yanga wana watu wengi kwenye kusajili, akamtoa mtu mmoja anaitwa Kambole kama mnamkumbuka wakasema Kambola amepelekwa kwa mkopo, anapelekwa eh, kwa mkopo huku wapi? u Uganda, na hakwenda kokoti, alikuwepo hapa kutengeneza nafasi ya kumrudisha nani, Tuisira. Na Kambola akaingia kwenye mzozo, maana hapa kwa mjini tunamuona, akaenda kwao, anadai bora ulikuwa nani, si ni TFF, TFF yahii hmm, ya, ya karia wanampendelea nani au hmm, amtaki upe ni wao wenyewe tu, yaani ni wao na Simba tu ndio ambao ukizungumza hmm. kuhusu mambo kama hmm. wale, uta, uta, uta, uta, uta, uta. Sasa unadhani Simba walikuwa sahihi ile siku baada ya kushindwa kufanya mazoezi kutoa press release li ya kwamba hawatacheza mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi um, siku moja kabla ya Simba. Unajua, watu wanapotosha. Hawakusema kwamba hawachezi mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi hmm. mazingira walioyakuta kuzuiwa na watu ambao wahusiki mchezo wakasema sis, if this is the case. Mi nakwambia TFF walipeleka mechi commissioner. Mechi commissioner ndiye mwakilishi wa mwenye shindano kwenye mechi yoyote, na ripoti yake ndio ina overrule ripoti zingine zote. Mechi commissioner alikwenda mpaka pale Simba akamwambia meneja Simba waruhusiwa wafanya mazoezi hawakuruhusiwa Simba wenyewe ukiwasikiliza wanasema walikuwa na muda mrefu ambao wajifanya mazoezi, wakiamini kwamba hayo masaa hamsini wataenda watarudi watakuja kucheza kwenye kwenye ile mechi, amini watafanya mazoezi pale ili siku ya pili wacheze mazoezi Simba ndio ya red to play, wapewe muda wa kufanya mazoezi. Chicho kisikia baadaye ni watu ambao wahusiki na mpira kwa maelezo ya TFF kuna watu wanaitwa makomando okay. walikuwepo pale ambao wahusiki, yeah, okay, sasa kama wahusiki Simba akosas wacheni wafanye mazoezi hmm. Wamefanya mazoezi leo, tumecheza mechi nisha sio Simba. Kama ungegoma, wamepewa nafasi ya kufanya mazoezi alafu wakagoma kucheza kute, mechi tungewalaumu, lakini wanataka kuexecute kanuni. Mtu anaweza kukuambia hoja za kijinga, unajua timu hizi tangu zikicheza hazifanyi haziitumii azit, azit, hiyo kanuni so what? Kwa hiyo mtu akiamua kutumia anakatazwa na nini? Kwa maana hiyo viongozi wa Yanga Africans kutokana na majibu waliyopokea kazi ni kwamba wanaona aibu kurudi kwa mashabiki na kusema kwamba aibu tu. Amna kitu chochote, amna kitu chochote cha maana ana yani, mimi mtu ananiambia Yanga unaonewa kwenye ingo gani yani? Mm. Yani wao Yanga watuambie bana, sisi eti kuna uonevu, Yanga anaonewa, nchi anaonewaje? ni hapa, wote mnaamini kama Yanga anaonewa? Hapana, yani inaweza kuonewa Yanga nchi kaka? Hapana, Yanga hawezi kuonewa na apopo. Yanga Simba wao wanatuonea sisi siku zote na Mache. na hapo hapo kiongozi ushauri hao wenyewe hapo hapo e, ushauri wako labda kwa bodi ya ligi maanake Yanga inakuwa kama imekiuka pia e, na mamlaka labda ya kasi ambayo imewaelekeza wao, manake wametoa taarifa kwa umma. Wewe ushauri wako sasa kwa wenye mamlaka ya mpira Tanzania. Ni kama na, nataka kushauri ni kwamba mamlaka itoe tarehe ya mechi, watu wasifike kiwanjani watumie full stop, ndio tutatoka huku yeah. Na tukibaki huku, mamlaka zikianza kubembeleza hii hali, ndio sisi wengine pia tutaamini kwamba wao ni dhaifu, waonevu kila kitu, hii timu kama timu zingine, watupe tarehe, si tukaangalie mpira. Hawataki mpira pale, wasije, kanuni itumike, watangaza na viingilio kabisa, sio yaani, na marefa yeah, waje pale timu ikaguliwe, halafu hawajaje, watoe maamuzi. Ndo mpira unavyoendeshwa hivyo, lakini tukianza kubembelezana bembelezana, sisi tumeonewa.